Anasema je, kuishi na mume ambaye hataki kuswali ama jambo e, lolote la kheri, hata wanawake wawafundishi kitu chochote kuhusu dini, hukmu ya kuishi na mtu huyo ni ipi? Alhamdulillah, uh, mtume anasema uh, tofauti baina waislamu ambaye sio mwislamu, sala mtu yoyote ameacha sala ni amekufuru. Kama mume wako huyu uh, hasali na hata kusali, na nhatakusali timamu kutimam bana sala ni kwangu sio wajibu, huyu ni kafiri kabisa. Yani ndoa wee na yeye ushavunjika naye, narudia. mm -hmm, mume mtu yote kwanza anaacha sala kafiri, umetoa je kafiri, ulama, mume kafiri moja kwa moja, inshaallah ni mtu wetu kaacha sala kwa wavivu anajua sala kwake, ni wajibu anasali insha Allah anasali anasema anaamini ni wajibu kwake lakini ana vivu atakusali mara sana anaacha huyu na mimi katika kafiri ameingia lakini sio kafiri moja kwa moja kafiri ndogo na kafiri mm kubwa na ndogo lakini huyu anasema sali hamisi sali mara sala sio sio lazima sio wajibu minasali hujuma mara moja tu na akili yake iko timamu timamu, na ameshasoma dini, yani sio mtu mjinga ambaye amesilimu sasa hivi au mm -hmm. me, ameishi pori, yani sio mjinga ambaye, uh, kiasi hii hakuna mtu ajui sala muhimu wa katika sala. Kama anasema hivi nafanya inadi na jauri, huyu ni kafiri moja kwa moja. Sasa so, kama yeye mume wake anakubali sala kwake wajibu na ah, basi niombe dua mke wangu na sali shetani, inshallah aendelee kumpa nasaha katika ameingia katika kufri, katika hatari, lakini sio kafiri kutoka Uislamu. Mimi nakubali kauli hiyo ya ulama ambao wengine wanasema moja kwa moja kafiri. Mimi nakubali kauli ya Albani na ulama wengine mm. Shafi'i na tunaona kama madamu ameacha sala kwa uvivu na naamini sala kwake wajibu, amefanya ame kosa, sio kafiri moja kwa moja. Naam, umeeleza vizuri.